Habari wa Tanzania, greetings. Nimekaa kimya muda mrefu sana lakini, mbona leo ni vizuri nije kuongea kwa unyanyasaji mkubwa sana unaendelea dhidi yangu ambao siwezi tena kufumbia macho. Iwaje mtu awe ni mmiliki halali wa mali yake alafu atoke tu nje mtu atake kuja kumdhuru huyo mtu mali yake na asiwajibishwe. Iwaje mtu amtake mtu kinguvu na aweze kumnyanyasa na kumtesa kadri anavyoweza na kuna wajibishaji wote unaweza kufanyika. Sija kulipuka, nimepata taratibu zote, nimesha ripoti polisi, na lazima niseme, nimepata ushirikiano mkubwa sana kutoka jeshi la polisi, nimepata ushirikiano mkubwa sana sasa hivi. Ni miezi minne, kesi yangu iko Oster Bay Police, na sasa hivi kesi yangu imefika Central. Kesi yangu inajulikana, polisi wamefanya juhudi kubwa sana kupata ushahidi, kupata vielezo vyote jalada langu likamilike. Polisi wenyewe wanasikia hasira na huyu mtu, kwa sababu amekuwa akimwita kituoni kuja kutoa maelezo, lakini hataki. Amekuwa akifanya kiburi kwa jeshi la polisi. Gari yangu sikupewa. Kabla mtu hajaanza kusema kwamba gari yenyewe ulipewa au lihongwa, nataka nikanushe hizo habari leo. Gari yangu sikupewa wala sikuhongwa. Nilikuwa na gari yangu Range Rover Evoque. Nikaongezea hela nikanunua gari Discovery Five. Uthibitisho wote evidence zote zipo polisi, transaction zote zote zipo polisi. Hii gari ni yangu, mimi nina uhalali nayo, ni gari yangu, ni jasho langu. Iwaje mtu atumie uongo tu wa hapa na pale, ili kusudi tu mimi nisipate mali yangu, ili kusudi tu mimi ni nikubali kuwa naye Mheshimiwa Rais, nakuja kwako, nakuomba, ni wewe tu ndio unaweza ukatoa oda, huyu baba awajibishwe. Nakuomba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, nakuomba mama, ni wewe tu unaweza ukatoa oda yako, huyu baba akamatwe na awajibishwe. Uthibitisho wote upo polisi, kesi yangu iko Oysterbay polisi, OCD Abdalla naijua, OCS wa central anaijua kitu kipo kwenye faili langu, uthibitisho wote na ushahidi wote. Huyu baba amefanya vitu vingi sana, vitu vingine siwezi kuongea kwenye kamera. Amekuwa akininyima mali yangu kwa muda mrefu sana, na wala hawajibishwi. Mheshimiwa Rais, gari yangu ni dhamana ya mkopo benki ya CRDB bank. Ilifika kipindi CRDB bank wakanipa maagizo mimi kwamba nikalete gari nyingine kama nahitaji kuendelea na mkopo au nilipe mkopo wao kwa mkopo wote, kwamba gari yangu imepotea tu, imepotea tu kwao. Kama nataka niendelee na mkopo nilete gari nyingine. Mheshimiwa Rais, siku kwanza kukubali, nikasema kama gari ikipotea mimi najua bima inalipa gari inapoteaje? Kama bima hailipi basi gari ipo ikarejeshwe. Iwaje mimi nateseka kiasi hichi? huyu ni huyu baba amesha ikuuza habari kwenye media house ya rafiki yake kwamba mimi sina documents halali za mali yangu za gari yangu, ili kusudi tu popote ninapoenda mimi nisiaminike, hii inaonekana nimegushi documents. Lakini media hiyo niliwawajibisha na wakaomba msamaha baadaye. Nakuomba, nakuja kwako Samia Suluhu Hassan, nakuomba utoe oda yako, huyu baba akamatwe. Anashirikiana na mtu anaitwa Mazini kunipotosha kunipotoshea mali yangu. Mheshimiwa Rais, faili langu lina vitu vingi sana. Kuna taasisi nyingi, kuna benki imekuwa involved, kuna TRA iko involved, kuna vitu vingi sana, kuna crimes nyingi sana huyu Mazini amezifanya na zimegundulika na polisi. Polisi ilikuwa very invested kwenye kesi yangu kwa sababu ilikuwa inahusisha taasisi nyingi, na kuna vitu vingi sana polisi wamevifumbua na vina uthibitisho, lakini uwajibikaji haujafanyika mpaka leo. Nimeshapeleka barua kwa mheshimiwa wazungu, nimeshapeleka barua bungeni, nimeshapeleka barua makao makuu ya CCM, nimeshapeleka barua kwingi, nimeshafuata taratibu zote, mheshimiwa rais. Nimeelekeza na polisi, fanya hivi fanya hivi, nimeshafanya kila kitu, lakini bado uwajibikaji haufanyiki, mheshimiwa rais. Ni wewe tu umebaki kutatua hili tatizo.